Nakumbuka wakati mmoja nilipokuwa naanza safari yangu ya ukuaji binafsi, niliwahi kumuuliza mentor wangu kwamba ni aina gani ya watu ambao ni wakwepe sana katika safari hii ya ukuaji akaniambia, Wini, kati ya watu ambao unatakiwa kuwaogopa sana ni watu ambao hawaogopi kitu. na ogopa sana watu ambao wanatumia sentensi hizo kila wakati. Una rafiki ambaye kila mkiongea anakwambia mimi hakuna kitu naogopa, hakuna kitu kinachonisumbua kwenye maisha, muogope. Ukiwa na mtu ambaye ni boyfriend au girlfriend, ana kila saa anaongelea mimi, sijawahi kuogopa kupoteza mtu, siogopi chochote, muogope. Kuna mtu ambaye anakwambia yani, unajua kichwa changu mimi, yaani kikipanda mimi naweza like, muogope kwa sababu watu kama hao wanakuwa, kwanza, ni watu ambao hawana huruma as long as kitu kinamfurahisha yeye hawezi akakujali wewe, na ni watu ambao huwa wana maamuzi ya haraka. Yaani, limetokea jambo, instead of kukaa mkapeana kama ni nafasi au mkakaa mkaongea, huwa anafanya maamuzi ya haraka. Yaani najikuta tu ni kwamba kama ni urafiki uishe bwana, kama ni mapenzi yaishe. Mtu gani wewe? ni watu ambao mara nyingi wanakuwa gani violent, yani, ni y yeye kupiga wanaita ngumi mkononi, yani yeye kurusha ngumi kungata, eh, ku, ku, aidha kama ni wapenzi kurusha picha zenu ambazo mizokuwa nazo, aidha ni kupigia marafiki kusema siri zako like, ni watu ambao wakoga haraka namna hiyo. Watu wasiogopa kitu ni watu ambao hawaheshimu mipaka, yani ukimwambia kitu kuhusu like, hicho unachonifanyia mimi sijakipenda, unavoongea um, maneno yako mimi sijayapenda, ya unavoenda uh, sehemu ujaaga sijapenda. Ni watu ambao n yani, ni watu ambao hawaogopi mipaka yako, hawaogopi kwanza, hawajali kwanza, kama ipo hawaogopi kuivunja na hawaogopi kukuumiza ukuumiza wewe. Ni aina ya watu ambao aliambia nikae nao mbali na ni kwa nini tukae nao mbali? Ni kwa sababu watu hao huwa hawahesabu kitu kingine chochote kama hakiwafanyi wakajisikia vizuri au hakiwafanyi wakajisikia raha. Kwa hiyo nilivyoambiwa hivyo, nikaja nika... nika nikagundua ni kweli. Ikiwa kwenye maisha una mtu ambaye kila wakati anatumia sentensi ya siogopi kitu lolote liwalo na liwe, ukimwaga mboga na mwaga ugali, mimi nitafanya lolote kwa ajili ya furaha yangu, aidha nikavuka kwenye urafiki au kwenye mapenzi au ni kazini au ni sehemu yoyote, kuwa na jicho la pili, kuwa na jicho la tatu, lakini fahamu namna ya kukaa na kuishi naye.